Karibu tena kwenye Yanayojiri Mitaani TV, mahali ambapo tunazungumzia afya, maisha na rehema za kila siku. Leo, ndugu zangu, tutazungumzia jambo linalogusa kila moyo: amani na utulivu. Kwa sababu bila amani hakuna afya ya kweli, na bila utulivu hata chakula kizuri hakiwezi kutengeneza afya bora. Amani ni dawa ambayo haiuziwi sokoni. Amani ni dawa ambayo haiuziwi sokoni, lakini uponyaji wake una nguvu kuliko dawa yoyote. Wakati moyo umetulia, damu inapita vizuri akili inapumzika na mwili unapata nguvu mpya. Ndiyo maana tunasema amani ni afya. Amani ni afya ya roho na afya ni amani ya mwili. Hebu tusafiri kidogo Tanzania, nchi yenye madhari tulivu na mazao yenye baraka. Tazama mashamba ya kijani, harufu ya ardhi yenye rutuba na watu wanacheka kwa furaha. Hivi vyote ni rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, na rehema hizi hutoka tu pale ambapo amani imetanda. Bila amani, ardhi hulala, mikono haishiki jembe na mashamba hubaki kimya. Bila amani miradi ya maji hukauka kabla hayajachimbwa, na hospitali haziwezi kutoa tiba kwa hofu ya milango kufungwa, mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV. Lakini pale amani inapochomoza, mimea inamea, watu wanacheka, watoto wanacheza, na dunia nzima inapumua tena. Kwa hivyo tusilinde tu miili yetu kwa vyakula vya afya bali tulinde pia amani yetu kwa upendo, dua na umoja. Wakati jamii ina amani, kila huduma inafanya kazi vizuri, wazee wanapata matunzo, watoto wanapata elimu wagonjwa wanapona na mama analisha familia yake kwa utulivu. Amani inaleta furaha na furaha ndiyo tiba ya moyo. Moyo moyo wenye furaha unaleta mwili wenye afya. Amani inatuunganisha, amani inaponya, amani inabariki. Mtazamaji na msikilizaji Yanayojiri Mitaani TV, njoo karibu tuwe pamoja, ili tumwombe Mwenyezi Mungu alete amani na rehema katika nchi zetu. Ewe Mola wa rehema na upendo, tunakuomba utupe amani katika ardhi yetu, utulivu katika mioyo yetu na afya katika mili yetu. Ubariki Tanzania, Kenya, Uganda na nchi zote jirani. Tupe uwezo kupendana, kusaidiana na kulinda rehema zako. Amani iwe ndani ya nyumba zetu, mitaa yetu na katika roho za watu wote. Amin. Mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV, kumbuka ndugu yangu, chakula bora hujenga mwili, lakini amani hujenga maisha. Tuchukue tu hatua ndogo kila siku, tupande mazao ya afya na tupande pia mbegu za amani katika mioyo yetu. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV. Tujenge afya, tuishi kwa amani. Amani ni afya ya roho, afya, maisha na amani ndiyo lengo la sisi sote si? hii y... ni Yanayojiri Mitaani TV y...